Ni kweli lengo letu ilikuwa ni kuzisaidia shule zetu mbili. Msimu uliopita sisi tulipoingia, tulikuta shule moja ya English Medium hapa kwenye Manispaa Iringa, tukaongeza shule moja ya Gangilonga. Tukasema zile shule mbili za Gangilonga na Mapinduzi tunataka mwaka huu huu zizae shule mbili, shule hii ya hapa Isakalilo, lakini izae shule nyingine kule kwenye kata ya Makorongoni. Bado mimi nia yangu kuhakikisha mwaka huu, afisa elimu, mwaka huu unaoanza tunajenga pia shule ya kule ya kule, eh, ya kule eh, Makorongoni. Tumejenga shule hii kwa mapato yetu ya ndani, sio mapato ya serikali kuu. Mapato yaliyojenga shule hii ni mapato yanayotoka Gangilonga na mapato yanayotoka Mapinduzi. Maana yake sasa, Mwenyezi Mungu akipenda, tutakuwa na shule tatu. Tunaweza tukajenga shule nyingine kwa mapato yanayotoka hapa yanayotoka Gangilonga na yanayotoka Mapinduzi, japokuwa bado shule hii yenyewe itahitaji kujijenga yenyewe kwa sababu ni shule mpya, lakini bado tunaweza tukapata mapato kiasi ambayo tutajenga shule hizi. Hapa Manispaa Iringa ni kweli kuna uhitaji mkubwa sana wa shule za English Medium na wananchi wengi, na ndio maana unaona mpaka leo tu ni shule haijafunguliwa, tayari wanafunzi mia mbili na zaidi wameshasajiliwa. Hiyo inaonyesha uhitaji ni kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo, wataalamu, jambo ambalo tunatakiwa kulichukua kwamba tunaenda sasa kujenga shule ya Makorongoni baada ya shule hii na tulikubaliana pia baada ya kumaliza Makorongoni tunaenda kujenga shule nyingine kwenye ukanda wa Luwa kwa hiyo hizi shule mbili ni lazima tuende tukazijenga ni msaada kwa halmashauri lakini ni msaada kwa wananchi lakini ni moja kati ya vyanzo vya mapato vya halmashauri tukipata pesa hapa ndio tunaenda kukarabati shule zetu tukipata pesa hapa tutaingiza kwenye hospitali na maeneo mengine kwa hiyo ile jambo kwa kweli niseme hatuta So, mradi huu unatekelezwa kwa mapato ya ndani kwa asilimia mia moja kutoka katika shule ya mchepuo wa Kiingereza Gangilonga mradi huu umegawanyika katika sehemu tatu kama ifuatavyo sehemu ya kwanza madarasa mawili ya awali yanajengwa na fundi b mwankupili namba mbili vyoo matu Vyoo matundu sita na uzio unajengwa na fundi Kapoli Company. Namba tatu, madarasa manne na ofisi mbili ya shule ya msingi yanajengwa na, ya na fundi Israeli Mkumbwa. Gharama za mradi, Mpaka kukamilika mradi huu inatarajiwa kutumika kiasi cha shilingi milioni 244 laki 266,970 mpaka sasa kimetumika kiasi cha shilingi milioni mia mbili kumi na nne laki mbili tisini na mbili elfu na mia nne sabini. Shule hii ni matokeo ya mipango ya halmashauri ambayo ulituagiza kupitia baraza lako na manispaa ya Iringa kwamba tuone uwezekano wa kusogeza hizi huduma kwa shule kwenye kanda hizi, shule za English medium, na hii inatokana na uhitaji mkubwa wa wananchi kuzitumia hizi shule. Wewe ni shahidi kwa shule zetu mbili ambazo tuko nazo za Mapinduzi na Gangilonga zimefurika sana, na mipango ya halmashauri kwa mwaka huu ilikuwa tujenge shule nyingine mpya mbili kwa tujenge shule mpya mbili, ambayo moja wapo ni hii ambayo tunataraji kuita Isakalilo English Medium, lakini shule ya pili kwenye baraza lako tumekubaliana kwamba tujenge Makorongoni, nadhani bado unakumbuka kwa Utekelezaji wa sasa wa shule hii, ile tulikuwa tunalitamani sana la, la kupunguza msongamano wa wanafunzi kwenye zile shule zetu mbili, hapa limeanza kutekelezeka. Kwa sasa tunavyosema uandikishaji, hatuja sajili bado shule hii, lakini tuna wanafunzi mia mbili ishirini, lakini mpaka sasa wameshajiandikisha na bado wanaendelea.